Ensol Tanzania imelikabidhi shirika la utangazaji Tanzania TBC mradi wa nishati ya mwanga wa jua unaoendesha mitambo ya shirika iliyopo mlima wa Matogoro Songea mjini mkoani Ruvuma wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia moja na thelathini baada ya kumaliza, kumaliza muda wa mwaka mmoja wa matazamio. Meneja wa mradi huo mhandisi Amani Mwanga kutoka makao makuu ya Temesa Dar es Salaam amesema mradi huo umekamilika na umejengwa kwa kiwango cha juu wetu Hamza Mashole ana taarifa kamili. Meneja wa mradi huu kutoka idara ya ushauri makao makuu Temesa Dar es Salaam mhandisi Amani Mwanga, baada ya kukagua kwa kushirikiana na wataalamu wengine kutoka Temesa pamoja na wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, amesema mradi upo vizuri, hauna itirafu. Ilikuwa na leo hii tumekuja kupokea rasmi mradi wetu kwamba, na kukagua tuone labda una mapungufu gani, matatizo gani, lakini tunashukuru Mungu, mfumo unaenda vizuri, watumiaji wanaofurahia. Naye mwakilishi wa mkurugenzi mkuu kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC Nestori Machumbe amesema ameridhika na ujenzi wa mradi huo pamoja na kuligharimu shirika pesa nyingi, lakini una manufaa kwa shirika huu mradi ukiangalia umechukua almost zaidi ya milioni mia moja na thelathini lakini ukiangalia kwa, kwa, kwa mara moja unaona kama ni gharama, lakini kwa muda kadri utakavyoendelea hii inapunguza gharama kwa shirika kwa ajili ya kutumia hiyo jenereta. Tungeweza kutumia jenereta hapa, gharama zake ni kubwa sana za kuendesha, lakini huu mradi wa sola, beti zikisha chaji basi utakuta unatumia umeme zaidi ya masaa kumi na tisa. Katika hatua nyingine, Machumbe amewataka mafundi mitambo wa TBC mkoa wa Ruvuma kuutunza mradi huu ili kuliapishia shirika hasara ambayo inaweza kutokea pale utakapoharibika. Taalamu wa sola wanasema sola inaweza ikakaa zaidi ya miaka mia ko ni vitu tu vidogo vidogo ambavyo vinatakiwa kurekebishwa, kama kitatokea kitu ambacho cha kutaka kurekebishwa. Tusipoutunza huu mradi, hii hela tuliyoiweka hapa inawekaa kama ni kikazi bure Kwayo na, na waasa wanaokaa eneo hili ambao ni mafundi na mkuu kitu wa kituo uhakikishe huu mradi wanaotunza ili uweze kutoipa gharama serikali ya kuweza kupotea kulingana na gharama zilizokuwa imewekwa ya milioni zaidi ya 130. Ujenzi wa mradi huu ulianza Agosti kumi na saba mwaka elfu mbili na kumi na tatu na umekamilika Oktoba ishirini na mbili mwaka elfu mbili na kumi na nne na mwezi huu umekabidhiwa rasmi mikononi mwa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Nikiripoti kutoka Ruvuma, mimi ni Hamza Mashore wa TBC.